nyongore ya mutumia tumia mm -hmm. nigetha gukore nigwa kinya kavinda kau ka mweri mm -hmm. kathakame gu kukore kiuma nyongore ya mutumia nindu gukora kia happen

Uria guthiaga riria ukwabia kahidaga kukamweri muthenya ucio wa mbere mm -hmm. noguo the next cycle yabagia koguo ngikoda bia muthe next cycle mm -hmm. ikabia ikwabia mm -hmm. mm -hmm. o muthe koguo mweri ukanja kwiharireria Uh, hakinya hadu hormones mm -hmm. na ni hori uokora hadu twita luteinizing mm -hmm. ate ne okora kihariria nyugu na ovaries mm -hmm. ovaries ikero release itube mm -hmm. itube rega thigo ikara fallopian tube mm -hmm. kana meki haini yoshiari mm -hmm. Deria o kwaga kuohada mm -hmm. nirio ri unyungu mm -hmm. kana itumbiri uri uri kanjia mm -hmm. ogo ri kwihari ithie ri uri kajia kuma na nirio yumaga itatha kame kogwe every month itumbiri kora ri ri variety for fertilization yes aha uh ah -huh. mm -hmm. uh, wauga ni wadiririo